Hello, hello ni mimi hapa, utam fast food. Nimekuja ni kwa DZB leo, iko na uzinduzi wake wa sehemu yake ya kupika chakula kizuri, chakula kitamu. Niko na kijana wangu hapa, kijana anaitwa nani? Anaitwa yeah, Fabrice Fabrice. Eh, eh, wewe unajua na nini kama DZB leo atafungua. Mimi eh kitambo, mimi nafikiria wa ndani wa damu, kwa sababu na mimi business yangu ya ya ni ya mangu nafanya. Sasa yeye ni mteja wangu, ushalando ninabidi amekuja msupport, nimekuwa nitakupokea kitambo nakubali sana. Manake hapa tuko kwa ajili ya support sio wote. Hata mimi DZB rafiki yangu sana, uh, ananisupport na mimi niko na patisserie yangu, niko na fast food inaitwa Utamu Fast Food. Anakuwa anakuja kunisupport. Video zake ziko TikTok tu kwa wote, tunachangia chakula. Alikuwa pamoja na vijana wake wa ngapi? Naona na wewe sababu na hoga na kununulia kwako nguo na wewe uliona sifa zako kwo support. Je, chakula chake umesha kikula sikiki kinalaza kina gani? chakula yeah, chake kitamu sana sana. Hivi tunasema tunatoka mkati tunaenda town hivi, na town atakuwa anatoka anakuja hapa kwa DZB. Asante sana naweza yeah. Kananiambia DZB anatumikia sehemu gani, juu wenyewe wanakimbiliaga kwenda town kutafuta sehemu nzuri za kula, ili uambie oh, kama kuko sehemu nyingine kinyume na town, huko mnoro kwetu wanatuchukuliaga yeah. Poa, lakini tunawapishi wazuri wenye kujua kupika na vitu yao ni vitamu kabisa yeah, naweza kana pendelea tuambie address ya hii sehemu sehemu kwenye nilipata chakula kizuri kitamu kwa this boy hiyo. Ah, yes, mm, adresi ya hii sehemu. Adresi ni Mbizi, kwa kuwa adresi ya kama evu unakuja Kamengi, unapandia bisi ya milango rompo. Ukifika ile sehemu ya kule ku hospitali, ku, ku kwa ku, ku generali, unafu unashuka nayo unashuka nayo mdogo mdogo, ukifika ukasoko

Desbi kek au Desbi rolex. Asante sana kwa location. Tunakushukuru sana braza.